TikTok ni mojawapo ya majukwaa maarufu zaidi ya kushiriki video fupi duniani. Programu hii imebadilisha jinsi watu wanavyotengeneza na kushiriki maudhui ya kidijitali. Lakini je, unajua historia ya mgunduzi wake? Zhang Yiming, mjasiriamali wa Kichina, ndiye aliyebuni TikTok kupitia kampuni yake ya ByteDance. Katika makala hii tutachunguza safari yake kutoka kuwa mjasiriamali hadi kuunda TikTok. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata video mpya zinapokuwa zimewekwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Hii ni FMB TV. Zhang Yiming ni jina lisilosikika sana, lakini ndiye aliyebuni app inayoteka dunia nzima TikTok. Huyu ni bilionea wa Kichina aliyeunda ByteDance. Zhang Zhang Yiming alizaliwa Aprili 1 mwaka 1983, Longyan, Fujian, China. Alikuwa mtoto mchangamfu na mpenda teknolojia. Baada ya shule ya sekondari, alienda kusoma software engineering katika chuo kikuu cha Nankai. Wakati akiwa chuoni alikuwa anatengeneza laptops za wanafunzi na kujifunza mambo mengi kuhusu kodi. Alikuwa na akili ya biashara tangu mapema. Baada ya kuhitimu mwaka 2005 alifanya kazi Microsoft na makampuni mengine ya tech. Mwaka 2009 alianzisha kampuni yake ya kwanza 99fang.com ikiwa ni tovuti ya kutafuta nyumba. Mwaka 2012, Zhang alianzisha ByteDance, kampuni ya teknolojia inayotumia artificial intelligent, yani AI, kuboresha uzoefu wa mtumiaji. App yao ya kwanza kubwa ilikuwa Toutiao. Hii ni apu ya kusoma habari zinazokufaa wewe. Mwaka 2016, Zhang aliunda Douyin. Hii ni app kwa ajili ya video fupi kwa soko la China. Mwaka 2017 akazindua TikTok kwa soko la kimataifa. Kisha Byte Dance ilinunua musical app ya Marekani na kuunganisha na TikTok. TikTok ilikuwa kimataifa. Mwaka 2020 ikawa app iliyopakuliwa zaidi duniani. TikTok ikabadilisha namna ya burudani, muziki na hata uuzaji mitandaoni. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja Zhang Yiming alitangaza kujiuzuru kama CEO wa ByteDance dance ili kuzingatia uvumbuzi zaidi. TikTok ilipata umaarufu haraka kutokana na muundo wake wa kuvutia, vipengele vya kuariri video na uwezo wa kushiriki maudhui kwa urahisi. Watumiaji walipenda changamoto za video, muziki na vipengele vya ubunifu ambavyo vilifanya jukwaa hili kuwa la kipekee. Leo TikTok ni mojawapo ya programu zinazopakuliwa zaidi duniani ikiwa na mamilioni ya watumiaji. Zhang Yiming ni mmoja mabilione wa mabilionea wakubwa China. Ameweza kubadilisha tasnia ya maudhui ya kidijitali kupitia TikTok. Safari yake kutoka kuwa mwanafunzi wa uandisi wa programu hadi kuwa mwanzilishi wa ByteDance inaonyesha umuhimu wa ubunifu na uvumbuzi katika teknolojia. TikTok imekuwa jukwaa muhimu kwa watu binafsi, wanamuziki na chapa mbalimbali kuonyesha vipaji vyao na kufikia hadhira kubwa zaidi. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado huja subscribe katika chaneli hii, ninakusii kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification. Pia unaweza ukaniachia maoni yako sehemu ya comment, ku like na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika kuabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kutazama FMB TV.